Ukisikia hii na kukumbusha zile bajaji mia moja zikaja mia moja nyingine. Everton wakaja Tanzania, Sevilla wakaja Tanzania, washindi wa, wa super Jackpot, washindi wa Jackpot. Hii ni miaka 8 ya timu ya ushindi Sport pesa, udhamini wa vilabu vikubwa Tanzania kule alikuwepo Simba lakini hivi sasa yupo Yanga yuko na mungo wapo Fountain Gate. Mafanikio ya sport pesa ndani ya miaka nane wadau mtaani wanazungumza kipi hasa kuhusiana na miaka nane ya timu ya ushindi sport pesa, tunakwambia ushindi unaendelea. Eh, sport pesa bwana, kwa uzamini jinsi wanavyofanya, alikuja Everton, umeona bwana kuja kina Wayne Rooney. Kwa hiyo Sport pesa bwana, kwa mtazamo wangu, kwa sport pesa bwana ni wazamini ambao wako vizuri sana, sajili Simba, sajili Yanga Paka na, na waendelee. Nawapenda sana katika michezo kwa sababu wamekuja kutuamsha wa hata hivyo wametuletea wachezaji kutoka nchi mbalimbali kina Luni kina nani. Odisi zao pia ni nzuri watu kama sisi, watu wa kamayo, watu wa kubeti nini kama hivyo yani.